Maandiko yanasema ya kwamba ikawa alipo, alipokuwa mahali fulani akiomba alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akamwa, akawaambia msalipo, semeni baba yetu uliye binguni Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe kila tumuyae na, na usitutie majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye... Amen, Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kuwaletea neno siku ya leo, ambayo ni ambayo ni la kupitia, ni neno ambalo nina maombi, ama jinsi ya kuomba. Watu wengi wameshindwa kuomba kwa sababu wanajua ya kwamba mchungaji wao anawaombea lakini nataka niwaambie ya kwamba maombi ya mchungaji haitoshi kwako, kama vile wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatembea na Yesu kila wakati, lakini ilibidi waombe. Maombi ya Yesu kwa mitume wake hayakutosha, ndio maana aliwafundisha jinsi ya kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. walipokuwa wakiomba Maandiko yanasema ya kwamba mmoja wa wanafunzi wake akaja akamuuliza, Mwalimu, tufundishe jinsi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. kama wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu ya kwamba awafundishe jinsi ya kuomba, je, wewe? Haleluya! kama wanafunzi wa Yesu wanamwambia Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Inamaanisha hata wao wanafunzi wa Yesu walikuwa hawajui kuomba. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba mtu mmoja mmoja wale wanafunzi wa Yesu akamwambia Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Yesu akawaambia akasema, akawaambia msalipo semeni. Ninasoma katika kitabu cha Luka mlango wa 11, wa mstari wa kwanza wa, na haya maandiko inasema ya kwamba akawaambia, msalini semeni, Baba yetu uliye binguni, jina lako litukuzwe. Haleluya! Maandiko yanasema ya kwamba wakati unapoingia katika maombi, kitu ya kwanza unaanza na kusema ya kwamba Baba yetu uliye binguni, sio baba yako, lakini ni baba yetu si baba ya jirani, si baba wa Ibrahimu, ni baba yetu. Our father, who art in heaven. So Yesu anasema ya kwamba mnapoanza kusali, semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Haleluya! Si ati unaanza kuomba msamaha kwanza, hapana. Alisema, mnapo anza anzeni, baba yetu uliye binguni, jina lako litukuzwe. Kwanza unaanza na kumtukuza Mungu, jinsi yeye alivyo mkuu, jinsi yeye ni Mungu ambaye ni muweza. Unaanza na kumtukuza, unaanza na kumwambia maneno mazuri. Baba yetu uliye binguni, jina lako liinuliwe, hakuna jina jingine kama jina lako. Unamwambia kama vile alivyo mkuu kama vile ametenda mambo makubwa katika maisha yako, kama vile amekufikisha siku ya leo, unamwambia mambo makubwa. Jina lako liabudiwe Bwana, jina lako litukuzwe Bwana, jina lako liheshimiwe. Haleluya! Kwa hivyo anasema kwamba mnaposali salini hivi: baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Haleluya! worship the name of God. Chukua dakika kama kumi kumi na tano, litukuze jina la Bwana jinsi alivyo mkuu. Haleluya! Ajasema ya kwamba muombe baba yetu liye mbinguni, jina lako litukuzwe. Hapana, amesema ya kwamba una, this is the way, this is the formula of praying because he tells this disciple that you cannot pray even a one hour. Haleluya, Yesu akawaambia kwa nini hamwezi kuomba hata lisaa limoja? Kwa sababu alijua ya kwamba lisaa, yani he mentioned one hour and kuna watu hawawezi wakaomba dakika tano, kuna watu hawawezi wakaomba dakika kumi, but Jesus Christ himself he is telling this disciple to pray even one hour haleluya. Akawaambia hamwezi kuomba hata lisali moja. Pray in the name of God, wapendwa, we need to pray and Jesus Christ say when you pray, pray like this: our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Munapoanza kusali, anza namna hivo hivo, ndivo Kristo Yesu alisema. Amen. Bwana pewe sifa. Chukua dakika kumi na tano, mwinue Mungu jinsi alivyo mkuu, mwambie jinsi anavyoweza, mwambie jinsi alivyo Mungu mwema. Amen, jinsi amekupatia uhai wa bure, amekupea amani, mtukuze huyu Mungu wapendwa. Amen. Hapo chini inasema namna gani? Hiyo ilikuwa starting, akasema, akawaambia msaliposemeni, Baba yetu uliye binguni, jina lako litukuzwe. Hapo chini akasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kule mbinguni. Ufalme wako uje. Baada ya kulitukuza jina la Bwana, unaanza kuomba katika ufalme, unaombea ufalme wa Bwana, unamwambia Bwana, leta watu katika ufalme, unamwambia Bwana, leta waliofungwa katika ufalme wako. Haleluya! Sio kuanza kuomba na kuomba msamaha, sio. Unaanza na mahitaji? Hapana, unaanza na kumwinua. Baada ya kumwinua Mungu, unaanza kuombea ufalme wa Bwana. Unaomba watu ambao wako nje ya ufalme, Mungu akawalete katika ufalme wale ambao hawajaokoka wakaweze kuokoka. Unawataja kwa majina, unawaombea, unaombea kanisa, unaombea mchungaji, unaombea viongozi wa kanisa, unaombea vyombo za kanisa, unaombea komiti members wa kanisa. Hiyo ndiyo kuombea, hiyo ndio kuombea. Kuombea ku, ku, ku, ma, ma, nini? Kuomba ufalme wa mungu utimie, utimia binguni na hata utimia duniani. So unasema mapenzi yako yatimizwe, ufalme wako uje. Pray for the kingdom of God. Pray the Lord, tell god to bring people into the kingdom of God. Halleluya. Ombea wote wasiookoka, ombea mtumishi wa Mungu, ombea maapostol ombea bishop, ombea viongozi ashas, waweke mbele za Bwana ya kwamba wasifanye injili ya mungu ikwe ngumu. Najua kuasha naezasababisha injili ikwe mbaya them

mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko binguni. Namba 3, nasema verse 3, utupe siku kwa siku riziki yetu. Ukimaliza kumjua Bwana, ukimaliza unaenda unaombea ufalme wa Mungu. Ukimaliza kuombea ufalme wa Mungu, unaanza kuombea sasa mahitaji yako. Wengine tunaanza na kuombea mahitaji badala ya kuanza kumwinua Mungu, ndiposa umelomba miaka mingi mambo haitendeki. Kila siku ukiamka unaamitisha Mungu chakula, badala umuinue, umwinue kwanza kwa uhai amekupea. Badala ya umtukuze kwa makuu ambayo ametenda, unaanza na kuomba chakula. Sasa namba 3, unamwambia Bwana tupe leo riziki yetu Sio riziki yako bali riziki yetu, because our God is not selfish. Haleluya! Si mchoyo. Anasema utupe, sio yako peke yako. Wageni watakuja wakati umepika chakula, mtakula wote. So unamwambia tupe leo riziki yetu, amen. Pray for them, ombea chakula, chakula ambacho utakula siku mzima. Pray for them. Mwambie Bwana, naombea chakula ambacho ah, nitakula, naombea Bwana. Sasa wakati unaombea e, e, wakati unaombea riziki, unaomba hata kazi, unaombea hata a, hata mahitaji yako yote. Sasa unaiweka pamoja, unayataja, unamwambia Mungu sasa, nipe kazi, nipe kazi, nipe ndoa, wakati unaomba riziki that is the time ya kuweka mahitaji zako mbele zake bwanahiyo utachukua kuombea mahitaji ukimaliza, n4 utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe kila atumuyae, na usitutie majaribu, majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Sorry, narudia namba 4: utusamee dhambi zetu, kama kwa kuwa sisi tunasamee kila tumwiae. Unamwambia Mungu tusamee dhambi zetu, makosa yetu utusamee, sio unaanza kuomba na kuomba msamaha Ukienda kumaliza ndio unasema sasa, Baba nisamee madhambi zangu makosa yangu yote niliyotenda, na unachukuna ombea hata wale ulikosea, pia wao wakusamee. Tusamee dhambi zetu, ninasamee walionikosea, na naomba hata pia Bwana, wale nilikosea wanisamee. Ukimaliza hapo chini sasa sema na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Sasa hapo ndipo unamkuza shetani, ndiyo, sasa unamkuza shetani kidogo tu, sio sana, kidogo, kwa sababu sisi tumemshinda shetani. Na ndio maana watu wengi wameshindwa, wanadhanga maombi na kumfunga shetani kumkemea shetani. Hapana, Yesu ajasema hivyo. Shetani unamtaja ukimaliza, na hata alisema tuokoe na yule mwovu. Amen. So wakati unapoomba omba, omba kulingana na the scripture. Haleluya. Kuna maombi mara tatu. Maombi ya kwanza. Ni kuomba vile wewe mwenyewe unavyotaka. You play like when you want. Unaweza omba dakika moja, dakika mbili unaomba kama unavyotaka. Maombi ya pili, unaomba vile naiba anaomba, vile unasikia wenzako wakiomba wa na hiyo moyo, Mungu anaweza kusikia. Kwa sababu vile unae kopi maombi yake, maybe anaomba against the Bible. Amen. And there is another prayer

Pray accordingly to the Bible. Don't pray like your friends. Don't pray vile unavyotaka mwenyewe. Pray according to the Bible. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, eh, tunahitaji kuomba kama vile Yesu alituambia. Na hapo tutaweza kubarikiwa na Mungu atasikia maombi yetu. Na nataka nikuambie wewe ambaye unayenisikiliza, wewe ambaye unayenitazama unahitaji kuomba maombi ya ya ya, ya, ya pastor wako ni machache sana kwa maisha yako. Haleluya. Yesu alikuwa na wanafunzi wake, lakini the prayer of Jesus to this this, this disciple was not enough, and that's why he told them pray so that you cannot go into temptation. Amen. If you don't pray you, are, you will face a temptation. Satan will defeat your life so so you you need to pray so that you cannot go into the temptation. Haleluya! Kwa hivyo wapendo wa Mungu, tuendelee kuomba. Yesu akamwambia Petro ya kwamba shetani anataka kukupepeta kama ngano, shetani anataka kukupepeta kama ngano. Yani Petro ni mwanafunzi wa Yesu, lakini shetani anamwinda, anapanga kumpepeta kama shetani alipanga kupepeta kupepeta Petro. Je, wewe mtoto wa fulani? Amen, haleluya! Wakati Petro alikuwa anatembea na Yesu one, one by one but the satan want to defeat them so that's why jesus tell them pray so that you cannot go into temptation and petro Petro wako anaipenda kuomba, kwa sababu alidhani maombi ya yesu inatosha. Hapana. My brother maombi ya mchungaji wako yatosha take our time and pray take our time and talk to God and your life will not be the same again Bwana apewe sifa. Amen tutamshinda shetani kwa maombi it is only the key the prayer that will make us to conquer the enemy into our life it is only the prayer that we can use so that we can conquer the enemy. Tutamshinda shetani kwa maombi. Yesu alimshinda shetani kwa maombi. Yesu akitoka mlimani kuomba, kufunga siku 40, kushuka chini, shetani amemngoja, lakini because Jesus Christ was a prayer warrior he defeat enemy, alimshinda shetani. Haleluya! Shetani anaweza akakuja, mpendwa dada na ndugu yangu, nataka nikwambie, satan can't defeat you if you don't pray so raise your faith and pray and you will see the glory of God into your life. Tuombe na tufanye, tuombe kulingana na Biblia na Mungu ataweza kukubariki. Nataka nikwambie kutangazia kwamba nataka niombe pamoja na wewe, popote ulipo, utainua mkono wako juu na tutaomba pamoja. Baba, ni asante, naombea mtazamaji wangu, msikilizaji wangu anayenisikia siku ya leo. Ni kwa ajili ya kipindi cha Personal Feeding Fellowship ambayo tunaendelea kuhubiri Injili yako Bwana ananisikia na namuombea siku ya leo, namwombea Bwana ukamfanya akuwe na moyo na, na kiu ya maombi, ili Bwana akaweze kumshinda Shetani, akaweze kumshinda adui. Umesema ya kwamba Bwana katika neno lako ya kwamba tukiomba tutaweza kumshinda adui, ya kwamba tukiomba tutaweza kushinda vita. Bwana ndiposa siku ya leo ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu, ukamtie roho ya kuomba, awe na moyo wa kuomba kila wakati. Haleluya. Bwana mwinue, mtetee Bwana, mpe roho ya kuomba, na sifa na utukufu zitakurudia katika jina la Yesu Kristo. Naachilia upako wa maombi katika kila mmoja atakayesikia ujumbe wa leo. Mungu Baba nawabariki. Uko pale unataka kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, sema tu, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema, Yesu nakupenda, nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Kama umeomba hiyo ombi, umeokoka na sasa wewe ni kiumbe kipya. Tafuta kanisa ambalo linalohubiri Yesu Kristo, ukaweze kwenda pale ukamtumikie Mungu pale na maisha yako hayatakuwa tena ya kawaida. May God bless you and may God do you good. Karibu tena siku ya kesho katika kipindi ambacho ni ambayo inakuja kila siku ya wiki na kupitia kwa ndugu yako Gideon Opingo. God bless you. Shalom. Shalom. Amen.